Huyu pia alishawahi kusema siku za nyuma e, kama ikiwa uh, kila jambo zuri halifai kitu kama hicho, au kufanya jambo ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam haifai. Mbona wasomesha Bulughul Marami? Ni kwa sababu hana kawaidi za kiilmu juu ya suala la bid'a linakuwaje. Kwa ndio maana nikaamua kutoa ufafanuzi huu ili muelewe. Sasa, kama tutakubaliana kwamba kumwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumswalia wa ni ibadatun mahdhatun mutlaqa, je, mnayo dalili yoyote kishiria, ya kisheria ya kuifunga ibada hiyo kwa mitindo hiyo, kwa kiasi ambacho mtu ukimwambia ni muislamu yule wa kawaida, ukimwambia muislamu wa kawaida na kusudia yule aliyekulia katika mujitama wa kisufi, mimi nataka kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi ale wa sallam, au nataka kumswalia au nataka kumfurahikia mtu huyu haelewi, isipokuwa kwa namna ambayo nyinyi mnaifanya, kwamba ukifanya hivyo ndio utakuwa umemfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ukifanya hivyo utakuwa ndio umemwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa mfano katika ambayo hii mnayafanya ambayo watu wanaona kwamba huko ndio kumwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wa salam, ni kuifanya siku mazazi yake ya tarehe 12 ya mfungo sita kuwa ni Idi, kumswalia kwa kuimba na kughani ni salatu ala nabii, mpaka watu waghani waiimbe, kumswalia kwa sauti ya pamoja, kumswalia kwa kuimba, kumsifu kwa kuimba kumsifu pamoja na kupiga ngoma, kupiga ngoma pamoja na kucheza na mingineyo mengi ambayo nyinyi mnayafanya. Mingine hana haja kuyataja, mingine sema ah, seme ngoma, sema dufu. Dufu ni ngoma, sawa? So, katika sheria muona kama maskara, lakini dufu katika sheria linazingatiwa ni ngoma, isipokuwa ngoma hii ni mustathna imevuuliwa kutoka kwenye ngoma nyingi za haramu, ikatolewa ikaruhusiwa, watu wa aina fulani waipige, lakini ni ngoma tena, katika minasaba fulani imeruhusiwa ngoma hii, na ikawa ni halali kupigwa na wanawake au kupigwa na wajakazi, watoto wa kike kupiga na kuimba katika matukio ya harusi katika siku ya Idi kama wanavyofanya wanawake wetu. Sisi siku ya Idi, alhamdulillah, wanawake hupige madufu kwetu. siku ya, ya harusi wanawake hupige madufu kwetu, ni katika matendo yanayofanywa na wao. Kweli imefuuliwa dufu, lakini ni ngoma. Kwa hiyo kupiga ngoma kupiga firimbi ikawa vitendo hivyo ukivifanya ndio waonekana kwamba hapo sasa umemwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama mtu hakufanya hivyo, huyu basi hajamwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali wanafikia kwa kufurisha Ahlu Sunna ambayo nyinyi mnawaita Mawahabi kwa madai ya kwamba hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama wao wanafanya zaidi ya hayo kwa kufuata utaratibu sahihi na wa kisheria lakini bado wanaonekana kuwa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawamswalii wala hamuadhimishi, kwa sababu tu hawafanyi kama mnavyofanya nyinyi hawa. Wakikusanyika hawasemi hawamswalii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti ya pamoja, wakikusanyika hawaindi kwa sauti ya pamoja, au wakapiga ngoma na wakacheza, au kwa sababu hawavisomi vitabu fulani ambavyo hivyo nyinyi mwaamini kwamba kwamba ndio kuna kumsifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini hapa hata tukaye miaka ishirini kila siku tutasomesha Shamailu al Muhammadiya ambayo eleza sifa na shamaili za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabu cha alimamu Tirmidhi ambacho tumekisomesha katika maahadi yetu hii. Lakini bado kwao wewe huja msifu Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka usome kitabu fulani, kwao ile ibada nyinyi mkaifunga kwa mitindo fulani

hatukusemama mtumiuyo hatukusema hivyo, ahamhaa usema hivyo ndio onyesha alama ya mahaba kwamba wewe wampenda sana, au warukaruka mpaka wamka wa chini, wajipige kichwa chini, huko midadi imepanda. Kama hukufanya hivyo, basi humpendi wewe, meneelewa. Fuga ndevu hata suruali si kata, kanzu sifanya fanya, yote yale ya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha, wewe bado humpendi huyu jamaa. Na kiko lake na kidevu chake kiparua chote, sunna sunna sunna. Nini bwana? Pengine afanya kebei na, na, na, na kiko chake mwenye avuta yeye e, ampenda kwa sababu tu ahudhuria kwenye maulidi.